Hiki ni kisa ambapo mgombea wa chama cha upinzani cha NUP Robert Kyagulanyi alinusurika kujeruhiwa kichwani wakati wanajeshi walipomshambulia akiwa kwenye msafara wa kampeni zake mjini Gulu, kaskazini mwa Uganda. Mlinzi wake mmoja wa karibu alijeruhiwa na amelezwa hospitalini. The police, the tool of terror, the military. Polisi na majeshi ni vyombo vya kutenda hujuma. Tume ya uchaguzi imekuwa kimya dhidi ya maovu haya. Mimi binafsi niliokolewa na jaketi hii isiyopenya risasi na helmeti hii. <muchos> Angalau watu sita wameripotiwa kupoteza maisha yao kutokana na vurugu hizi zinazokumba hasa chama kikuu cha upinzani NUP. Vurugu hizi zinawakera watu mbalimbali, wakiitaka tume ya uchaguzi kuwajibikia vitendo hivyo na kutowahusisha wanajeshi katika masuala ya kisiasa. Hii ni kwa sababu wanakiuka pakubwa haki za binadamu na kuwatishia wafuasi wa upinzani kushiriki katika mikutano ya kampeni. Our Uh, jeshi letu la polisi lazima lielewe kuwa hata mimi mwenyewe ninatishiwa usalama wangu, ila mimi hujikaza tu, lakini ninazidi kudhoofika. Rais Yoweri Museveni ambaye ametawala kwa takriban miaka 40 ameendelea kuelezea katika kampeni zake kuwa anapigania kulinda amani ambayo amewezesha raia wa Uganda kupata na hana imani kama wapinzani wake wanaweza kuidumisha amani hiyo. We have been able to bring peace to Tumeweza kuleta amani Uganda. Sasa huwezi kuendelea kuchezea Uganda, na wale ambao wanashindana na NRM hakuna miongoni mwao waliochangia chochote kwa amani hii. Bobi Wine anakosoa jamii ya kimataifa kwa kutoingilia kati kushutumu vitendo vya ghasia ambavyo vinashuhudiwa kuelekea uchaguzi mkuu. Anashangaa kama wanasubiri hali zidi kuzorota ndipo wazingatie kilio chake.